Mimi, msfia, na, kwa mbali mbali wa upande wangu mimi naweza nikamsifia mheshimiwa rais kwa mambo mbalimbali ambayo ametufanyia hapa Zanzibar na Tanzania, na Tanzania kwa ujumla. Mheshimiwa um, Rais amefanya vitu vizuri sana. Ukiangalia katika masuala ya afya na mtoto ameimarisha, ame zaidi vifo vya mama na watoto nowadays vimepungua. Vilevile ametuimarishia katika sekta zetu hizi za mambo ya miundombinu i means barabara na vitu vingine na, yani siku hizi ukipita barabarani barabara inanyooka yani sio kama zamani vile, mataa usiku yanang'ara na vitu vingine kadhalika. Pia ukiangalia katika masuala ya udhalilishaji vilevile Mheshimiwa Rais amekazia sana um, licha ya kuwa kuna vitendo vingi sana vya udhalilishaji vya wanawake na watoto, even hata wanaume siku hizi nao wanafanya udhalilishaji, so Mheshimiwa Rais ameweka mikakati mizuri sana kuhakikisha kwamba suala hilo la, la udhalilishaji hapa Zanzibar linaondoka kabisa na sio kupungua, linaondoka kabisa na, na vilevile ameimarishia katika sekta ya, ya elimu um, tumeona maskuli mingi sana na sio maskuli tu, yani ni maskuli mazuri mno kwa um, mfano hao yani maskuli mazuri ma, maabara ya maskulini ni nzuri sana. Alafu pia ukienda katika maskuli ambayo yametengenezwa, mandhari yake vile vile ni mazuri, yanavutia kiasi ambacho ukisoma yani, uwe mwenyewe una, una feel hapa ameweza Mheshimiwa Rais, inshaallah Mwenyezi Mungu amzidishie nguvu kabisa, aendelee kutuimarishia hapa na pale na katika sekta mbalimbali, ili yani Zanzibar yetu iweze kuwa nzuri sana vilevile. Vile, katika swala la amani pia Mheshimiwa Rais amekuwa ni analisisitiza sana swala la amani hapa nchini kwetu, kwa sababu yani, kukiwa hakuna amani, yani we are nothing so guys amani ni muhimu sana kama mheshimiwa rais anavyotusisitizia. Santeni sana.